Kwa sasa hali hali iko uh, mubaya zaidi kwa sababu uh, unajua kwamba uh, territoire ya Uvira mplende de la ruzizi ali aiko mzuri depuis uh, ma echange uh, les affrontements entre les elements FARDC et les elements M23 uh, vita pako vita uh, na kwa sasa ndaweza kuambia kwamba ali luvu, na, runingu Uh, kiliba na vile yote ya Uvira kwa sasa iko sawa, shida tunampo, hali uh, uh, iko mbaya zaidi sana, kwa sababu mpaka sasa hatujui hali inaendelea i. Kwa sasa ndaweza kuambia kwamba hali iko mbaya na kwetu kome raia ya ya Uvira uh, ville comme territoire, ndaweza kuambia kwamba hatuna imani na mamikataba kwa sababu uh, tangu wamefanya mamikataba hatuoni mabadiliko Uh, yaani mu terrain mu na kwetu kwetu tunaona kwamba ni ni, ni kitu kenye hatufurahishi sana, kwa sababu tulikuwa nawaza kwamba mikataba itasaidia kutatua matatizo yenye iko nayo leo yenye tuko nayo mwest ya RDC, na unakutana kwamba meno uh, leo Rwanda M23 uh, inashindwa kuheshimia mikataba na wanafanya njia yote kwa kuangalia jisi wanaweza kamata Vilcom, Me, kwa sasa tunashukuru kwa sababu pako resistance mingi mplen yenye saa inasaidia kupana kuleta hofu inaleta um, sura nzuri kuraia yote matumaini kwa sasa uh, uh, ni, ni, ni uongo zaidi, kwa sababu mpaka sasa tunajua kwamba uh, mapambano iko mplen uh, na ambapo watu wanasema kwamba sange imeanguka, ni watu wanaongea mengi wa uongo lakini kwenye itafika magharibi tutajua kwamba imeangoo, hapana. Kwa sababu um, mapambano iko mingi na kome serikali kome wazalendo kome FRDC wanafanya njia zote, kwa sababu ya kusukuma adui mwenye iko na besoin iko na, uh, na uku ya kuangalia kisa anaweza bana uh, territoire yote na vile yote ya Uvira. Kwa sasa watu uh, wa raia kuumia, lakini uh, kwa sasa hatuwezi kuhakikisha ile kwa sababu uh, kwa kweli pako um, ma deplasma uh, watu wamekimbia na wamoya wamepokelewa mu maruningu makiliba ma na vile yote ya Uvira na wa, wa, wa, wanabakia mu, makambi tofauti tofauti na wengine manyumbani walipokelewa na, na, na ingine familia. Ni kwa sasa kusema kwamba pako maraia imeumia, hapana. Shida tu ni siku ya Mungu kwenye palikuwa mapambano ma, ma, ma uh, entre FRDC na wazalendo fulani fulani njo watu makumi tatu na sita wamekufa ndani yayo, pako wa askari wa kizalendo na FRDC na wa na, na wa civil mekuwa sasa kusema kwamba mapambano uh, tumepako watu wengi wamekufa wameletwa Uvira, hatuwezi kuhakikisha kwa hili ilikuwa shida yenye usipokuelewana kidogo kidogo antre dabor wa, wa jeshi yetu sisi peke na antre wa jeshi na wazalendo eh, na watu wakakufa vile katuma kwanza, watu wamwa walikimbia, na kwa sasa vraiment ile tatizo imeikwisha, kwa sababu ukiangalia kama sange uh, runingu kwa, kama una una, una shida ya kufika uvira uh, wakati moja unalipa elfu tatu ya makongomani uh, au elfu nne Uh, na wakati ingine elfu mbili kiliba paka Uvira, na indaweza sema kwamba ni ni ma vente ya 30 uh, kilometa. Unajua kwamba uoga ya watu iko, lakini kome shirika jipya la kiraena wengine, tumeanza kusensibilize raia kusema kwamba waache uoga. Panike iko mingi na unakutana kwamba inakuwa kuraha ku, ku, ku, ku, kufaida ya ya ya ya, ya adui Yaani kwamba ukiangalia vita yenyewe ambapo unasema huyu njo, uh, adui M23, ukimtafuta mwingine tofauti tofauti ya umuoni, na ile inaanza kuwa hofu sana kuraia yote na ile menakwa kwa sababu ya panike mingi, inatuma wakaji wa moya wanaanza toka, na ile aiko kufaida si raia au kusekirite kum, ya mungini, tumeanza kusansibilize ku- kuimiza raia kwamba wanapasha wabakie kunyumba kwa juu ku, ya kuangalia jinsi ya kuishi na kufanya makazi bila tofauti bila shida. Nkwa sasa tunaenda na waraia anaanza tusikia, lakini nifo kuonesha kwamba pako wa moya wameanza kutoka, na leo nashukuru kwa sababu wa hii kama bisi, jana watu walianza ogopa na juzi, kwa leo umwe leo watu wanalamuka vizuri na wanafanya makazi yao vila shida. Leo leo siku ya ya pili, nashukuru. Mimi ni mratibu wa shirika jipya la kiraia Sud Sud Kivu, nashukuru zaidi.